Yes, what's up everybody? What's up Zanzibar? Hii ni Zantime na mimi ni Salum Simba. Leo tupo kwenye kipindi chetu ambao tutazungumzia masuala ya Ballon d'Or. Karibu sana. Kabla kuendelea tu na kusii subscribe, share na comment katika channel yetu ya Zantime. Karibu. Mgeni wetu karibu sana. Tunaomba ujitambulishe, wewe ni nani, unatokea wapi na unajishughulisha na nini hasa? Karibu. Ah, ha, mimi jina langu ni Asha Kifaranga, tunajulikana hivyo ni mchambuzi wa masuala ya michezo kutoka kutoka Zanzibar. Kwa hiyo naweza kusema overall ni mwandishi wa habari lakini mchambuzi ndio kazi yangu kubwa. Asante ah, sana. Kuanzia hapa mm, kwa faida ya mtazamaji nini hasa maana ya Ballon d'Or? Maana kuna watu tukiwa tunazungumzia Ballon d'Or, oh, wengine hata hawafahamu. Wanajua Kifaransa, wanajua nini, lakini <laughs> laki, lakini pia ina umuhimu gani hasa katika maisha ya wanasoka balando hilo uh, ni neno la Kifaransa ambalo kwa Kiswahili lina maana ya mpira wa dhahabu. Ndio maana laitwa inaitwa hiyo ballon balando ndio. Lakini umuhimu wake kwenye uh, karia ya mpira wa miguu kwanza ni kuthamini kile ambacho anakifanya wachezaji wa mpira kwenye karia zao ama kwenye kazi yao. Manake inapofika mwisho wa mwaka, kwa kalenda ya mpira wa miguu ni Agosti mpaka Julai kwa hiyo unapomalizika msimu, baada ya hapo kuna tathmini ambayo inafanya na Deo. Inatoka hiyo tuzo ya Ballon d'Or na kwa kawaida inatoka mwaka wa mbele kwa mafanikio ya mwaka wa nyuma. Maana yake ni kwamba tuzo ambayo pengine imetoka jana juzi yeah. E, ni huu ni mwaka 2025, lakini hiyo tuzo ilikuwa ni ya mwaka 2024 25. Uh, kwa hiyo tuzo mwaka 2025 26 itatoka mwaka 2026. Kwa hiyo Uh, umuhimu upo mkubwa kwa sababu thamani ya wa wachezaji inaonekana hapo, lakini vilevile wachezaji vile wanaingia kwenye historia nyingine kubwa kwa sababu haikuanza leo tuzo Ballon d'Or. Uh, uh, huu ni msimu wa uh, sitini na tisa tangia oh. Uh, ianzishwe okay, tuzo Ballon d'Or na kutolewa isipokuwa mwaka mmoja tu haijatolewa mwaka elfu mbili na ishirini ambako iliahirishwa kutokana na tatizo uviko kumi na tisa oh. Lakini baada ya hapo uh, kwenye miaka yote tangu mwaka elfu moja mia tisa na hamsini na sita mpaka leo Ballon d'Or zinatolewa na wachezaji wanachukua uh, kwenye timu tofauti oh, well. Asante sana na vigezo gani hasa vinatumika kumpata mshindi wa Ballon d'Or? Kuna wakati watu wanaingia kwenye mkanganyiko uh, sisi wachambuzi wa, wa, wa Afrika hata wa nje ya Afrika. Yaani okay. Wanajiuliza kwa nini, yani vigezo gani mchezaji anatakiwa hapa kukidhi ili okay. kuchukua tuzo ya Ballon d'Or kwa sababu okay. kuna wakati mchezaji anaweza akawa na hivyo vigezo na asiweze siweze kushinda hiyo tuzo. Kwa okay. mfano kwenye tuzo ambayo imetoka juzi, vigezo vitatu ambavyo waliviweka uh, fiweka. Ni kwanza ni individual performance, maana yake kiwango cha mchezaji okay. moja mmoja ile okay. oh. Okay. mchezaji ambaye anagombania hiyo tuzo alikuwa okay. okay. na kiwango gani kwenye msimu ule uliomalizika, lakini kitu okay. kingine okay wanasema ni, ni, ni team ama club approach Deo. Manake timu imefanikiwa kitu gani, achievement ya klabu yako. Kwa hiyo kama timu imechukua mataji manake na wewe bila shaka ulikuwa, ulikuwa na mchango mkubwa, lakini kitu kingine ni class and fair play. Manake Deo. ubora wa huyo mchezaji, lakini na tabia yake akiwa uwanjani na nje njia uwanja. Kwa hiyo hizo ndio kategori tatu ama vigezo vitatu ambavyo wameviweka kwa mchezaji kushinda tuzo ya Ballon d'Or. Ndiyo, asante sana. Na Ballon d'Or sana tunaiona imekuwa ni ya Ulaya peke yake. Kwa nini? Hmm, timu ama wachezaji kutoka Afrika na Asia wamekuwa katika Ballon d'Or hawaorozeshwi, imekuwa tofauti hapo zamani. Tangu mwaka elfu moja mia tisa hamsini na sita ni kweli hizo tuzo zilikuwa zinatolewa kwa wachezaji wa Ulaya peke yake kwa sababu ilianzishwa na shirikisho la mpira pale Ufaransa lakini baadaye ilipofika mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tano, uh, ikatoka kwenye huo mtazamo wa wachezaji wa Ulaya peke yake wakaanza kuruhusia wa wachezaji kutoka nje ya Afrika, yeah. Na ndio maana baada ya hapo pakapatikana wachezaji wengine wenye asili ya Afrika ambao walishinda wali, ingawa ni wachache. Yeah. Yeah. Mtu kama George Weah ndiye Mwafrika uh, uh, yeah. pekee ambaye alishinda tunzo Ballon d'Or wakati wa kucheza AC Milan. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna hayo mabadiliko. Hicho kwamba kuna ugumu kwa sababu uh, mpira unatafsirika kwamba uh, kwenye ile top kwa vilabu au mataifa ambayo yanacheza mpira wa miguu overall ni Ulaya. Kwa hiyo unategemea tu namba kubwa ya wachezaji kutoka kwao kuliko kwa mataifa mengine. Ndio umeniwahi nitaka nikuulize hapo mba. Mba. Kwa mm. ni kihistoria kwamba kuna mchezaji ambaye ametoka Afrika lakini umeniwahi kwamba George Weah yeye ni miongoni mwa wachezaji kutoka Afrika amewahi ku. Ndiye mchezaji pekee ambaye amechukua hiyo tuzo. Na unazungumzia vipi sasa kama soka la Afrika ama Afrika Mashariki, na wao unahisi siku moja wanaweza kupata nafasi ya, ku, ya kutoa huu hmm. tuzo yes. yeah, Ballon d'Or. Afrika Mashariki bado kuna safari ngumu, na uh, kuna safari kubwa, kwanza ni unachukulia vitu vingi investment ya Uh, vilabu lakini namna ambavyo tunafanya production for player, tuna kiwango kidogo sana. Afrika yeah. Mashariki ukilinganisha yeah. na mataifa pengine, mataifa kama Afrika Magharibi, Afrika Kaskazini, Afrika Magharibi maana yake ni kina Senegal, Ivory Coast, Congo for somehow wana, wana productive kubwa ambazo wachezaji wao wanacheza Ulaya. Kwa hiyo unatamani au unaona kabisa kwamba kuna njia za wao kufika Afrika yeah. Kaskazini ni Algeria, Uh, uh, Morocco, Egypt huko. No. tayari wana wachezaji ambao ni world class player Mm-hmm. kwenye mataifa ya Ulaya ambao wanacheza. Kwa hiyo wao safari yao inaonekana kuwa rahisi kuliko sisi Afrika Mashariki na Kati. Afrika Mashariki na Kati tumefika kwenye piki ya ubora Uh, unaweza ukasema kwa mtu kama Victor Wanyama wakati huo anacheza Tottenham Hotspur lakini tumefika kwenye piki ya bora kwa mtu kama bwana Ali Samata ambaye anacheza Aston Villa kabisa. Lakini nje hapo Afrika Mashariki unaona kuna kasukumu ambayo yote tunatakiwa kufanya. Kwa mtazamo wako, unahisi mikakati gani sasa ichukuliwe kama na sisi Afrika Mashariki siku moja tunatamani na sisi tupate hiyo tuzo ya Ballon d'Or? Kwanza ni lazima tuweke nguvu kwenye uwekezaji, yani matokeo chanya na uwekezaji kwenye football huwezi kuvitenganisha. Nakupa mfano mzuri. Morocco lilikuwa taifa la kwanza kufuzu hatua ya mtoano kwenye historia ya Afrika. Yeah, yeah. Mwaka 1998. Lakini baada ya hapo hakuna tena taifa jingine ambalo lilionekana kufika mbali mpaka yeah, wamekuja kufika wao juzi kwenye World Cup hatua yeah, na nusu fainali. Kabisa. Sasa hao wachezaji ambao wamefika hatua ya no nusu fainali juzi kwenye World Cup yeah. Uwekezaji ule ulianza zamani ukifika kwenye akademi kubwa ya watano pale Morocco mwaka 98 yeah, ndio mwaka ambao wanazaliwa kina Ashraf Hakimi kina Bufal kina yeah, Nesiri uh, hiyo ndio fezi ambayo imekuja kuwalipa baada ya miaka ishirini mbele. Kwa hiyo sisi uh, tumewekeza kitu gani? maana yake academic hatuko vizuri, maana yake hatuna academy ambazo zina, zinatoa production kubwa wachezaji yeah, lakini uh, kuna kitu wanasema uh, ni, ni ni football in network. Yeah. Maanake mpira yeah. uh, uh, uh, kwenye utanuzi namna yeah. ambavyo mnafanya production zenu uh, za, za, za, za, za wachezaji yeah. sisi tumebezi zaidi kwenye ku, ku, kuzalisha wachezaji na kutumika kwenye ligi ya ndani au Afrika, lakini wenzetu Afrika ma, Afrika Magharibi, Afrika Kaskazini, target yao kwa vijana wao ni kucheza soka Ulaya na ndio maana yeah. uh, hata wachezaji ambao unawaona sisi tunawaona mahodari wakija kwenye ardhi ya nyumbani, hata kama wanatoka kwenye mataifa ya Afrika Magharibi, hao ni wachezaji ambao walifeli pengine kupata nafasi kwenye mataifa ya Ulaya. Na kwa mfano uh, Simba wana mtu kama Elie Mpanzo Bisa, lakini alikwenda ma majaribio Hispania akarudi kashinda. Stefani Aziziki alikuwepo Yanga, lakini alikwenda majaribio Hispania Ndeo, karudi. Kwa hiyo hiyo ni fezi ya Afrika Magharibi ambayo kwetu sisi wakija ni bora, lakini kutokana na quality ambayo wanaiwekeza akademi uh, zao zinatoa wachezaji bora. Kwa hiyo unatamani au unawaona kabisa wao wakiwa na safari nzuri kuliko sisi watu wa Afrika Mashariki. Asante sana kwa majibu mazuri na kuna watu wanalalamika wana sana ama wanalalamikia Ballon d'Or. Wanasema kuna muda Ballon d'Or, bwana, inapendelea. Kwa kuwa unaizungumzia mimi, kwa mfano, kama tumeona Messi amechukua mara kadhaa, Cristiano Ronaldo amechukua mara nyingi na yeye, lakini kuna watu wako wanahisi hii ilikuwa ya Cristiano Ronaldo, haikuwa ya Messi. Kuna muda hivyo hivyo, hii haikuwa ya Messi, hii ilikuwa ya Cristiano Ronaldo. Wewe mm. jambo kama hili unalizungumzia vipi? Kwako unahisi Ballon d'Or maamuzi yao yanakuwa yapo sahihi au inakuwaje? Uh, D mimi ni ni, ni shawahi kuzungumza hivi mara kadhaa sehemu mbalimbali. Mimi yeah. si muumini sana wa hii tuzo ya Ballon d'Or. Yeah. Namna ambavyo inatolewa, nafurahi yeah. tu kumsikia fulani ame ameshukua lakini, siwekezi concentration kubwa kwamba lazima achukue mtu fulani yeah. kwa sababu kuna wakati kuna wachezaji unahisi wana vigezo una wana yeah. uh, na wanashindwa kutoa hiyo tuzo. Uh, mwaka 2010 na tuzo alichukua alichukua Lionel Messi. Ndiyo. Yeah. Yeah. Lakini ndiyo mwaka ambao ukirudi kwenye hizo kategori ambazo ameziweka manake mafanikio ya klab lakini uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. yeah. Wesley Schneider alifanya vizuri akiwa na Inter Milan yeah. wanachukua uh, treble manake yeah. anachukua Champions League wakati ile yeah. anaondolewa na Jose Mourinho, lakini anaisaidia Uholanzi kufika kwenye hatua ya finali ya World Cup yeah. wanacheza finali dhidi ya Hispania wanapoteza kwa goli moja. yeah. uh, ndiye Schneider wa moto zaidi kwenye historia ya mpira wa miguu kwenye kariera yake elfu mbili na kumi, lakini tuzo anaikosa yeah. anachukua Lionel Messi lakini ukirudi tena mwaka elfu mbili na kumi na tatu Frank Ribery alishinda karibu kila taji akiwa na, yeah. na, na Bayern Munich Bundesliga, DFB Pokal, Super Cup, Club World Cup, Champions League na kila kitu. Yeah. Lakini end of the day tuzo akachukua Cristiano Ronaldo. Kabisa. Lakini ilikuja tena elfu mbili na ishirini na moja ambapo mashindano alichezwa lakini kulikuwa kuna kisingizio cha ja kwamba kuna corona. Ndiyo. Yeah. Na hapa katikati kuliibuka taswira ya kwamba ili ushinde Ballon d'Or eh, ni lazima uwe umechukua Champions League. Kabisa. Robert Lewandowski alichukua Champions League, akachukua Bundesliga, na I think alikuwa ndiye mchezaji aliyefunga magoli mengi kwenye msimu ule kwenye wachezaji wote kwenye ligi zote za Ulaya lakini hakushinda hiyo tuzo, akashinda akashinda Lionel Messi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinaonekana hivyo. Hata mwaka jana tuzo ambayo amechukua Rodri, uh, kulikuwa kuna kila viashiria vya kwamba Vinicius Junior anaweza akashinda hiyo tuzo, lakini baadaye kikaja kipengele cha kwamba kwenye ile class and fair play, maanake tabia za nje ya uwanja na ubora wa mchezaji, maanake anavyoziendea mechi zake, lakini tabia za nje ya uwanja na ndani ya uwanja ndizo ambazo zilikuwa zina zina zinamrejesha nyuma, finishers yeah. Kwa hiyo bado kuna huo mkanganyiko na siwezi kusema unaweza kuondoka, kuna kazi kubwa kuiondosha, kwa sababu hata wachezaji ambao wameshawahi kushinda hizo tuzo wameshawahi kuzisusia. Na uh, vilabu vingi vinakupa mfano mzuri. Kwa kumalizia kwenye hiyo hoja, Uh, Real Madrid wamechukua hizi tuzo almost mara nne akiwepo zote akizichukua Cristiano Ronaldo. Ndiyo. Mara tano akichukua Karim Benzema. Ndiyo. Mara sita akichukua Luka Modric kwenye Ndiyo. klabu yao lakini kwenye misimu hii miwili wamezisusia kwa kusema kwamba hizi tuzo hazitendi haki <laughs> na vitu kama hivyo. Kwa hiyo bado huo mkanganyiko ni mkubwa kwetu sisi, lakini hata wao wenyewe maexpert wa mpira huko, na kuwepo kwa hizi tuzo ambazo, kama Ronaldo, anarejea tena na Messi, wamechukua zaidi ya mara nne kwa kila mmoja hmm. unahisi hii inaleta chachu ama hamasa ama inakatisha tamaa kwa wachezaji wengine? Uh, sasa hivi mpira umekuwa majukumu ya timu nzima manake yeah, wanasema tukizungumza football science ndicho hicho ambacho kinafanyika yeah, lakini miaka 10 kumi, uh, 15 nyuma kila mtu alikuwa na play position yake yeah. Manake, sasa tulikuwa tunaamini mshambuliaji ndio ana haki zaidi ya kushinda yeah, ya kushinda tonu. Sasa hivi sinona, wanashinda viungo, kina yeah, kina Rodri ume, ume, ume toka kushinda, yeah, ameshinda Luka Modric. Yeah. Sasa kwenye kipindi ambacho Cristiano na Lionel Messi walikuwa wanashinda, hisi kulikuwa kuna bato kubwa utawashinda yeah, kile ambacho walikuwa na, wana, wanakifanya kwa sababu kwenye nafasi zao. Namba zinawabeba uwachi kutaja uwezi kutaja mpira wa miguu bila kutaja namba kabisa, yani rekodi za Cristiano Ronaldo kwa mfungaji bora wa na michuano ya UEFA muda wote, Lionel Messi kufanya vitu vikubwa kwenye mpira wa miguu, ndio pengine ambayo ilikuwa inawa shape hivyo. Kwa hiyo kulikuwa kuna hiyo, naweza ukasema ni, ni, ni kama kijiji kiji chao hivi watu wawili namba walikuwa wana, <laughs> wanashindana uh, kwa sababu klasi ya wachezaji wale kwenye nyakati zile na wengine ilikuwa ni vitu viwili tofauti. Yani, hichi ambacho nakizungumza, kiwango ambacho wamechukulia uh, tuzo Osman Dembele, yeah. Ndicho kiwango ambacho alicheza Iniesta zaidi ya miaka sita. Oh. Ndicho kiwango ambacho alicheza Eden Hazard zaidi ya miaka sita au miaka mitano Deo. Deo. Sasa kiwango hicho ambacho alicheza Iniesta Shavi Schneider hakikuwapa rumu ya kushinda, kwa sababu ya kwamba Lionel Messi Cristiano alikuwa anaonyesha ubora zaidi kuliko, kuliko, yes. asante uh, sana. Asante sana ndugu mtazamaji. Hii ni Zantime na hapa tupo na bwana Ashraf ambaye anatupa nondo kuhusiana na masuala ya Ballon d'Or. Lakini na kusihi tu endelea kusubscribe, kushare na kulike pamoja na kucomment channel yetu ya Zantime. Tunaendelea hapa tuzungumzie uh, kupatikana kwa tunzo kwa Usman Dembele. Mm. Watu wengi walitarajia wali raba uh, Yamal yeye ndo angeweza kupata hizi tunzo lakini yes. Mwisho wa siku, watu wameona kama imekuja tofauti. Unahisi Ballon d'Or kweli walikuwa hapo sahihi kumpa Osman Dembele? La. Icho, mecho, au walikuwa kumpa Yamal kwa hicho ambacho wamekizungumza kwenye kategori zao, mimi nadhani walikuwa sahihi kwa huu msimu. Yaani kama ni individual performance, uh, Osman Dembele alikuwa na kiongo bora sana kwenye michuano ya Champions League msimu uliomalizika. Yeah. Akisaidia timu yake kushinda taji kwenye historia, PSG ndio taji lao la kwanza la Champions League tangia kuanzishwa kwake. Yeah. Sasa, na yeye ndiye alikuwa na mchango mkubwa, unaweza ukasema yeah, hiyo. Na lakini kama haitoshi ni namna ambavyo alikuwa anaweza pa kuplay part kubwa kwenye kuziamua mechi. Yeah. Kwa hiyo individual performance alikuwa na kiwango kiwango bora lakini tim uh, achievement maanake, mafanikio ya tim ndicho hicho ambacho tungezungumza. Wameshinda treble, wameshinda League 1 uh, uh, wameshinda Champions League, wameshinda Coupe de France. Kwa kwa hiyo walikuwa na msimu bora kwenye club level na ndicho ambacho kimebeba, lakini ukirudi kwenye category uh, ya pili ama cha tatu ama kigezo cha tatu namna ambavyo hmm. mchezaji anaweza akaziendea mechi zake maanake fair play wakati anacheza hmm. Nikikuuliza, siku gani Osman Dembele amepigwa red card, unaweza usikumbuke hata siku ambayo amepigwa hiyo red card, unaweza usikumbuke hmm. hmm. au hmm. siku ambayo hmm. Hmm. ametaka kupigana na mchezaji mwenzake nje ya uwanja na ndani ya kiwanja hmm. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinamshape mchezaji kwa fair play, mimi na, uh, naweza kusema kwa msimu huu Osman Dembele alikuwa na hivyo viashiria vya kushinda hiyo tuzo hmm. Asante sana. Turejee, kuna sehemu ulizungumzia masuala ya football science. Mm, labda -hmm. Ndugu mtazamaji anataka kufahamu nini maana ya football science hasa. Yeah, football science kuna vitu vingi lakini vitu vikubwa ni vitatu, namna ambavyo sasa hivi mpira uh, pira umebadilika. Kwanza ni business ways, maanake football science wa, wanavyosema wanaitafsiri kwenye mpira kwa mrengo wa kibiashara. Yaani, zamani mchezaji wa mpira kuambwa kanunuliwa kwa, kwa pondi milioni 200 ilikuwa unaumiza. Ma yeah, mia hamsini 200 ni kitu cha kawaida yeah. Yes. Uh, kumbuka uh, Chelsea uh, kuna uh, mwaka ambao wanamtoa Fernando Torres Liverpool. Yes. namleta pale ponde milioni 50. Ndio. Vyombo vyote vya habari Uingereza vilikuwa vinazungumzia deal limekuwa kubwa. Kubwa lakini, angalia breaking down ambayo ilianza mwaka 2018. Na mm. Neymar anaondoka Barcelona kwa kitita mm. kirefu. Mm. Pogba anaondoka Juve kwenda Manchester kitita kirefu. Kwa hiyo watu mm. wameanza kuflow humo. Maana yake football imebadilika. Ime kwa hiyo football science kipengele kimoja ni ni hicho cha, cha biashara. Lakini kitu kingine wanasema ni style of playing. Namna ambavyo mpira unachezwa hivi mm. sasa. Yaani zamani uh, kule uh, kiu, kama unarudi kuangalia kibandaumiza umiza De. Uh, goalkeeper alikuwa anaeka kidole hivi kwenye mpira wakati anapiga goal kick De, alafu anakuja center afu ndo anaupiga huo mpira na upeleka na upeleka mbele, sio kwa football science imekuja kwenye style of playing ku prove vitu vya mm. tofauti mm. na mmoja wa timu inafanya build up. Maana yake ukisema build up timu ambayo inaanza shambulizi kutoka chini. Zamani kumuona beki anapiga pasi mia mbili mm. uh, kwa mechi mbili ni kitu ambacho una, una, una yani kitu ambacho haki ni, ni kama hakiji haki, hakipo lakini sasa hivi walinzi hasa katikati ndio wanapiga pasi nyingi kwa sababu build up inaanza chini, maana yake self playing, maana yake ni kwamba aina ya uchezaji sasa hivi limetoka kutoka jukumu la mtu mmoja mmoja mpaka jukumu la timu. Kwa kama hatuna mpira, maana yake tunaanza kukaba sote, sote. Tukiwa na mpira tunakwenda kushambulia sote. Sasa hivi beki anafunga, beki anakaba, mshambuliaji anafunga, mshambuliaji anakaba ni tofauti na zamani mi yeah, ni mshambuliaji kwa hiyo nasubiri nipewe mpira nieke mpira kambani. <coughs> <coughs> Mimi nibeki maanayake nikwamba mii nasubiri mpira uje nifanye clearance au niokoe. Kwa hiyo style of playing ndio football science kwenye kipengele cha pili, lakini kipengele cha tatu kwenye football science wanasema ni, ni, ni, ni desire namna ambavyo yeah. vilabu vina vinatamani vilabu vinatamani kufanya nini? vilabu vinatamani kukua. Yani yeah. zamani ilikuwa nakubali tu okay, sisi tupo kwenye ligi, kwa hiyo wacha, wacha tupo. Yeah. Yeah. Sasa hivi, vilabu vinakuja na project zao yeah. manake baada ya miaka mitano tunataka kufika kwenye sehemu fulani kama sikuchukua taji yeah. taji tunabadilisha kwenye taji, tunarudi kwenye mrengo wa kibiashara. Sasa hivi au zamani ulikuwa ukisikia wana mchezaji ambaye amemnunua pauni milioni hamsini sitini sijui arobaini ni kitu ambacho ni kama unapata gagaziko yeah, lakini sasa hivi wao kusajili mchezaji wa namna hiyo ni kitu cha cha kawaida yeah, kwa sababu hizo project ambazo wapo nazo. Ni nani ambaye alitegemea kumwona Newcastle akishiriki Champions League kwenye misimu mitatu uminne? Ni kitu ambacho kwa, kwa mtazamo wa kawaida alikuwa anamtamani kumwona po Manchester City, mm -hmm. United, uh, Chelsea, Liverpool kwa mfano mm -hmm lakini imebadilisha sasa hicho, kwa sababu timu zina desire, maana yake zinatamani kufanya makubwa zaidi. Kwa hiyo hapo inaongezeka hiyo competition na vitu na vitu vingine. Asante sana ndugu mchambuzi, kwa kuelezea kwa kina kabisa, naamini mtazamaji anayetutizama atafaidika sana na madini haya kuhusiana na tuzo za Ballon d'Or. Tuendelee hapa um, tuki tumeona sasa hivi kwamba nimezungumza pia hapo awali kwamba Ronaldo, Messi wamechukua mara nyingi, unahisi na Osman Dembele na yeye, kuna dalili zozote za kuchukua tena mwakani tuto, ama unahisi ana kazi kubwa yeah? Eh, ana kazi kubwa ya kufanya. Uh, japo ndo nimetoka kukwambia hapo kwamba mpira umebadilika sasa hivi, yaani kwenye hichi kiwango ambacho Osman Dembele amechukua tunzo, kuna wachezaji wameshacheza hichi kiwango chake zaidi ya mara nne au tano yeah. Lakini hawakushinda hii yeah. Kwa sababu wakati huo ulitafsirika mpira kuwa uh, uh, ni jukumu la mtu mmoja mmoja, lakini sasa hivi kwenye aina ya uchezaji mpira kwenye dakika 90 ni jukumu la kila mtu Diyo. kuna watu wanamzungumza mtu kama Vitinya yes, uh, nyota mwenzake wa, wa PSG yeah. kwa nini asingeshinda tuzo yeah. kwa sababu kama uh, uh, Osman Dembele ameshinda mataji Diyo. na Vitinya ameshinda hayo hayo, sifa zote ni anazo na ameingiza, ameongeza taji la Eurojuzi. Akiwa na urena okay. Yeah. Kwa nini sasa asishinde yeye kwenye kiwango yeah. bora sana, lakini sasa uh, hakushinda yeah. au haikionekana kushinda. Hapa zamani kulikuwa kuna mtazamo kwamba wanasema kuna valuable in marketing player, maanake mchezaji ambaye ana thamani zaidi sokoni ndiye yeah. ambaye anapewa hii tunzo yeah. yaani, hata Simba ukifunga magoli hamsini lakini ikiwa kuna young player ambaye ni shining star bwana, huyu tunaweza tukampa tuzo, kwa sababu hata wao wanaotoa hiyo tuzo inakuja kwa mrengo wa kibiashara zaidi. Kuna baadhi ya mastaa walizungumza wakati Lionel Messi anashinda tuzo baada ya kushinda World Cup, ah, mbona kuna wachezaji wengine wameshashinda World Cup lakini hawaku aha, kushinda kwa sababu kushinda tuzo ndio ni kwa sababu gani watu wali uh, au dunia ilitaka kukipokea kile kwa ukubwa. Okay, yeah. Messi sasa ameshinda Ballon d'Or yeah. Maana Ronaldo hakushinda yeah. So kwenye tunes za watu wa football kwenye akili zao ni Messi to win the yeah. World Cup Messi yeah. to win the yeah. World yeah. Kwa hiyo ndio valuable player yeah. kwenye kwenye kwenye nyakati zile ndio yeah. Maana akashinda ile tuzo. Ipo mitazamo hii yeah. Ingekuwa wewe nani, ungempa katika majina ambayo yalopitishwa hata yalikuwa hajapitishwa? Ungekuwa wewe nani hasa, unasema huyu anastahili? <laughs> <laughs> kuwa kwa katika kuchukua tuzo ya bala kuna utofauti mkubwa, yani kwenye individual performance, hawa wachezaji wote walioingia hapo ndio hawakumfikia Mohamed Salah ambaye aliingia kwenye hiyo tuzo. Ndio, Mo Salah msimu ule uliomalizika alihusika kwenye, kwenye magoli 47 ndio, lakini Osman Dembele ambaye ameshinda bala ndio amehusika kwenye magoli 27 tu <laughs> Uh, Rudi yeah. Tena, ameshinda uh, Premier League, yeah. Mohamed Salah. Yeah. Lakini kinacho mtofautisha na Dembele ni kwamba pengine timu yake haikufanikiwa kushinda taji la Ulaya. Yeah. Ndio. Sisi tunafahamu maanake yeah. Champions League. Sasa ukija kwenye uh, issue ya fair play and class, Mohamed Salah bado ni mchezaji ambaye ana standard na behavior yake. Yeah. Ndio. Sasa ukiniuliza ni nani ambaye anaweza anaweza kumpa hiyo tuzo? <laughs> Kuna mkanganyiko <laughs> lakini kwangu mimi yeah. Kwenye jibu la moja kwa moja ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Asante sana ndugu Ashrafu kwa kutupa hapa elimu kuhusiana na Ballon D'or, maana watu wengi hawafahamu tunajua kwa nini, lakini nadhani kupitia uh, kipindi hiki ndugu mtazamaji utakuwa umejifunza na utakuwa unafahamu leo wala kupata mkanganyiko. Nani anastahili kupata hii Ballon D'or. Ushauri wako upi hasa kwa vijana ambao na wao wamekuja kwenye soka na wanatamani siku moja wachukue hii tuzo ya Ballon D'or? Safari zinawezekana ni yani lazima tukubali, uh, safari inawezekana. Miongoni mwa watu ambao wana struggle, au wanapiga hatua ngumu kufikia malengo yao miongoni mwa wachezaji wa mpira wa miguu au watu wote ambao wapo kwenye mrengo, yani, wa bwana, hii ni rahisi kuuzika Ndiyo, sio vizuri lakini watu watas, wa sanaa maana yake wachezaji wa mpira wasanii na watu wengine wanakuwa na swago nyingi, au wanaonekana hivyo, kwa sababu ni kama uh, option B hivi, maana yake ni kama chaguo la pili au la tatu kwenye baadhi ya sehemu. Sasa kwanza ni kujipa moyo uh, yana, na kutokata tamaa. Jana alikuwa anaangalia mechi uh, kati ya Al Hilal dhidi ya uh, Pyramid ya Misri. Yes, eh uh, Fiston Mayele amefunga magoli matatu. Yeah, huyu aliyemfunga magoli matatu ni goalkeeper ambaye ameshinda Champions League. Mm -hmm. Uh, Edward Mendy akiwa na Chelsea. Yeah. Maana kwenye hiyo timu ambayo anacheza nayo yupo Riyad Mahrez, mchezaji wa zamani wa Manchester City, Frankie Kessi, mchezaji wa zamani AS Milan na Barcelona na wachezaji wengine Deo. wengi. Vijana ambao wanatamani kufika mbali kwanza ni ku, kuwa na discipline, maana yeah. kuwa na discipline ni kujitunza wao kwenye karia zao lakini hata nje ya karia zao. Maana tabia ya ndani ya karia na nje Kariera. Yaani, leo yeah. Hatutamani kukuona mchezaji wa mpira alafu baadaye tukaona, pengine taarifa zako tumekuta disco ndio unafanya vitu ambavyo <laughs> vipi <wapi, laughs> vieleweki so Habisha, watu hawezi kukupokea manake Habisha, hata kama utakuwa na watu nzuri kwenye karia, lakini kuna kipakeji fulani hivi ambavyo kinakuwa special, ikiwa okay jamaa yuko very smart lakini leo pia ana tabia nzuri, kwa hiyo watu wanaweza kupokea wachezaji wa discipline. Pambano yaendelee nadhani anaweza kufikia mm, kwenye malengo yao. Umezungumzia, umegusia hapa ishu ya Feston Mayele mm, kama ulivyosema ameshinda goli tatu ambaye ni hattrick peke yake mm, yes. Sasa vyombo vya habari vingi vimesema kwamba umelinganisha Feston Mayele kwamba bwana huyu kwa hali aliocheza jana, anastahili kwamba kuchezea Ulaya. Wewe unazungumziaje hili kwamba ni sahihi ama maneno ya watu mm? Mimi nakubali kwa namna moja ama, ama nyingine, yani tuondoe mitazamo ya kwamba kila aliye Afrika anastahiki kuwa Afrika. Ndio. Au kila ambaye yupo Ulaya anastahiki kabisa, kabisa, kuwa Ulaya, kwa sababu kuna wachezaji ambao wapo Ulaya na wakija Afrika wanashinda kupata nafasi. Hmm. Kweli. Si kwa ubaya na kurudishia kwenye reference timu ya taifa Tanzania, hapa juzi kati tuliita fezi nyingi wachezaji ambao wanatoka Ulaya kabisa, lakini walipokuja kwenye timu ya taifa Hakuwa na kiwango walikuwa wanakitegemea. Oh, okay. Na kile ambacho watu ni kwamba walishindwa ku compete hata na wachezaji wanaocheza ligi ya ndani tu ya Tanzania. Hakika. Sio nje ya Afrika. Kuna sajili ngapi zinatoka Afrika na kwenda Ulaya? Nice ya Ufaransa imemsajili Abdelmonem kutoka National Al Ahli, almost karibu bilioni 17. Maana ni mchezaji ambaye ametoka Afrika, amekwenda Nice Ufaransa na anacheza kwenye kikosi cha kwanza. Sasa inakuonyesha tu kwamba kuna kuna uh, hizo hatua ambazo uh, wachezaji wa Afrika wanatakiwa kujifil kwamba wapo nazo, maana yake hatua hatua zao zitawafikisha kwenye uh, upande wa Ulaya, ndeyo. Lakini tuondoe mitazamo ya kwamba huwezi ah, uh, kucheza Ulaya, ndeyo. mimi na imani mimi ukiniambia ukini ni nieke ni kwenye machaguo yani Uh, Fiston Mayele, yeah, anaweza kupata ushindani ama anaweza kutoa ushindani. Yeah. Uh, yeah, yeah, ushindani na mtu kama Nicolas Jackson ambaye yuko Bayern Munich, Chelsea. Anaweza kutoa ushindani na mtu kama uh, no Jude Bellingham ni sehemu ni sehemu nyingine. Lakini yes, huyu ambaye nimekwambia nani? Nicolas Jackson. Lakini Jan Wisa ambaye anacheza anacheza yes, anacheza Newcastle hivi sasa sasa unaona kabisa kwamba hata na, kwenye club level ndio, hata kwenye club level, timu ya taifa ya Kongo imewaita kwenye kikosi chao cha qualification World Cup mm. imeita wachezaji wote ambao wapo kwenye timu ya taifa wanacheza Ulaya isipokuwa mchezaji mmoja tu, ndio Fiston Mayele ambaye anacheza Afrika. Ndio, kwa hiyo unaona kabisa kwamba uh, si hatua za Mayele tu, wapo wachezaji wengi wengi wengi ambao wanatoka Afrika na wana kwenda kucheza Ulaya. Ndio, uh, Yassine Bono ambaye amecheza Sevilla kwa mafanikio makubwa ya kushinda Europa Cup na na na nyakati nyingine elfu mbili na kumi na mbili alikuwa mchezaji wa Wydad Casablanca ya Morocco na ni Afrika. Ndio. Ndio. Kwa hiyo bado kuna hatua za wachezaji wa Afrika ambao wanaanza kuzipiga kwenye. Kwenye. Na kufika kaka Ashraf, mchambuzi makini kabisa kwa kutupa nondo. Tumalizie na swali la uchokozi wako weye mchezaji wa muda wote katika Ballon d'Or ni nani hasa? <laughs> <laughs> Katika Ballon d'Or mchezaji bora wa muda wote eh, yani ambaye tunzo alizo, yani aliyopokea tunzo mm, lakini onakubali kwamba hii ilikuwa sahihi tunzo anastahili kupata kwa muda wote ni nani kwako? Uh, sasa kuna moment, kuna baadhi <laughs> yes. ya miaka unahisi fulani bwana fulani alistaiki, lakini kuna baadhi ya miaka mingine huyo huyo unasaa bwana ai ai iko ya kwake <laughs> <laughs> <laughs> Mimi mchezaji wangu bora wa muda wote ni uh, Ronaldinho Gaucho ndio, yes, yani outside na Lionel Messi na mheshimu ndio, eh yani uwezi kutaja mpira wa miguu kata kashindwa kumtaja Lionel Messi na Cristiano kabisa, lakini e, mchezaji wangu bora muda wote ni Ronaldinho Gaucho. Pengine tu kwenye nyakati ambazo alikuwa anacheza hakukuwa na hype ya ya hicho ambacho tunakizungumza, maana yake vyombo vya habari havikuwa hivyo, promotion haikuwa kubwa, football haikuwa imebadilika kwenye mrengo wa kibiashara, lakini mimi ndio mchezaji wangu bora muda wote. Asante sana ndugu mtazamaji, asante sana brother kwa nondo zako nzuri. Karibu sana. Hii ni Zantime, na mimi ni Salum Simba, tulikuwa mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki na usii tu. Karibu kama utakuwa na comment, tushushie hapo chini, lakini usisahau kushare, kulike na kukomenti channel yako ya Zantime. Bye bye, hadi wakati mwingine.